anya kwa misingi hiyo, kaba siyatao hotuba yangu, ninaomba mtumia fursa hii baada ya kupiga kura yako na kuhakikisha matokeo yamebandikizwa kwenye chumba kile cha uchaguzi, yanga safari ya kwenda Geita. Haki ya Mungu, watu hawajai kuona noma. Noma itatokea mwaka huu. Unafikiri polisi wana silaha za kutosha kutuzuia? Unafikiri wana maji ya kota ya kutosha kutuzuia? Unafikiri na mbwa wa kutosha kutuzuia? Unafikiri na mabomu ya machozi ya kutosha kutuzuia? Wacheze kokote lakini wasicheza Kamanda Mawazo na wasicheza jimbo la Musana habahiijima wamitaa mo polisi linaaba hata mimi, kuna mdama wangu ni polisi lakini kama amefundishwa ame, ame kutetea serikali yenye dhuluma dhidi ya haki, haki ya Mungu msiko wake sitaulilia, ambaye amechoma nyavu zetu, ambayo naruhusu ng'ombe zetu zipigwe risasi, ambayo anaruhusu ruhusu pamba yetu ife na natote samani. Haki ya Mungu msiko wake sitaruhusu, maana najua kuna watu wazalendo wanaoipenda hii nchi na wao pia wana Chadema na wao pia wana silasa na hasira kubwa kuliko nini, hawataburuhuzu wafanya ushenzi na wakati wamzimawete unaendelea ili zitawajirika kwa maana hiyo, ndugu zangu, sikilizeni. Mama mwenzangu atikidabu pozusikizeni ngoma ya mwaka huu ni ya tofauti sana. Mnaenda kanisani, kaombeni vizuri, kiko helmeti hatazuia

Wenzangu polisi, mmefanyika kwa laana kwenye taifa hili, mnazuia haki, mnatetea wezi. Enyi watoto wa maskini, mnazuia demokrasia kwa sababu ya laki moja ishirini na watu wenzetu wote tuna shida kama yeye. Nienitembegwangu polisi, mara ngapi namlipia ada ya watoto wake? Mara ngapi namtaendea kodi ya nyumba? Mara ngapi natoka na suti zangu na jinsi zangu nyumbani akiwa lijogelea kaeneufunga na kananda, lakini nawaambia sina ugomvi. Kama watashinda kihalali, lakini kama kuna mtu atajichanganya kwa ajili ya kutetea dhuluma, mimi sisimu kifara. Nikishindwa namii nanizika moja kwa moja, mimi sisimu kifara. fanya lakini ilikuwa ni muhimu sana. Kila wakati nikikutana jeshi la polisi, huwa kuna nyongo inatema, nasema hawa, hawa, hawa ambao wanaungana na dhulumati, hawa wanaungana na wezi, hawa wanatetea makabaila, hawa wanalinda milango ya wezi wa hawa, uwanahivu hawa. kuna nyongo inatema

siwa Tanzania na kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa ndio barabara ya madawa ya kulevya. Usalama wa taifa wapo poni. Tatizo ni moja tu, wakute kishungi cha bange kwenye mfuko wa masikini, wanakoma macho pima. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.